La hasha. Na kuona moyo wangu hupiga kwa nguvu mwanamke wa ndoto za mwanaume. Mwili wa Mariamu ulianguka chini kwa kishindo kikubwa, akigonga ardhi ngumu kwa nguvu. Maumivu yalilipuka kutoka kichwani hadi miguuni, makali kiasi kwamba hakuweza hata kupiga kelele. Kwa sekunde moja, dunia yote ilionekana kunyamaza. Je, hivi ndivyo hadithi yake ingeishia? Mariamu alikuwa ametoka nyumbani akiwa na matumaini makubwa ya maisha bora. Sasa matumaini hayo yalikuwa yakigeuka kuwa ndoto mbaya mbele ya macho yake mwenyewe. Mariamu alitokea kijiji kidogo ambapo maisha yalikuwa magumu daima. Alikuwa na umri wa miaka 32 tu, mama wa watoto watatu wadogo. Tangu mume wake alipoitelekeza familia hiyo miaka kadhaa iliyopita, Mariamu alihangaika kuwatunza peke yake. Waliishi katika kibanda kidogo kilichovuja maji kwenye mitaa ya mabanda yenye msongamano huko Kigamboni. Siku nyingine Mariamu hakuweza hata kupata chakula cha kutosha kwa ajili ya watoto wake. Lakini hakuwahi kuacha kuota ndoto za maisha bora. Aliapa kwamba siku moja atainua familia yake kutoka kwenye umasikini na kuwapa watoto wake maisha wanayostahili. Kila usiku baada ya kuwaweka watoto kitandani, Mariamu angejilaza na kunong'ona maombi ya muujiza. Aliota watoto wake wakisoma shule nzuri, mama yake akiishi katika nyumba nzuri badala ya kibanda kilichoezekwa kwa bati jepesi. Mariamu alikuwa mchapakazi wa kweli. Aliosha nguo kwa majirani, aliuza matunda sokoni, lakini pesa haikutosha. Madai alizidi kuongezeka licha ya hayo yote, tabasamu angavu za watoto wake zilikuwa chanzo cha nguvu zake. Alijua lazima apambane. Siku moja alasiri moja yenye jua kali, Mariamu alipokea habari za kusisimua kutoka kwa rafiki yake. Rafiki huyo alikuwa na binamu aliyefanya kazi nje ya nchi na akarudi akiwa na pesa nyingi kiasi cha kujenga nyumba mpya. rafiki yangu, rafiki huyo alimwambia, nimekutana na wakala anayewatafutia wanawake kazi nje ya nchi alimsaidia binamu yangu, na sasa yule yuko poa kabisa. Labda anaweza kukusaidia pia. Macho ya Mariamu yaliangaza kwa tumaini jipya. Kazi nje ya nchi ilisikika kama muujiza aliyokuwa akiomba. Alipokutana na wakala huyo mjini Dar es Salaam, alimweleza kwa sauti yenye matumaini, kuna familia tajiri kule Saudi Arabia wanahitaji mfanyakazi wa ndani. Watakulipa vizuri sana zaidi ya unavyoweza kupata hapa. Utaishi katika nyumba nzuri, utasaidia tu kupika na kulea watoto. Watakuchukulia kama familia. Mariamu hakuamini masikio yake. Mshahara aliotajwa ulionekana mkubwa kupita kiasi. Ulikuwa wa kutosha kuwahudumia watoto wake na hata kuweka akiba ya kuanzisha biashara. Ilikuwa kama mlango wa maisha mapya umefunguliwa. Mama yake Mariamu alikuwa na wasiwasi usiku ule walipokuwa wanapika kwenye jiko la mkaa, mama yake aling'unia, nimesikia hadithi nyingi kuhusu kazi za huko nje. Si zote ni nzuri. Uko tayari kweli, Mariamu? Macho ya mama yake yaliyojaa uchovu wa miaka yalimtazama binti yake kwa wasiwasi. Mariamu alikumbuka pia hadithi hizo, wasichana waliokwenda nje na kurudi ndani ya majeneza lakini alipokumbuka nyuso za watoto wake wenye njaa na ndoto zake kwao, alipumua kwa kina na kusema, mama, hii ni nafasi yetu. Binamu wa rafiki yangu yuko salama, wakala amesema familia ni watu wema. Siwezi kuruhusu hofu inizuie, tunahitaji hii nafasi. Mama yake alimkumbatia kwa nguvu. Kuwa mwangalifu mwanangu, alinigunia kwa sauti ya kutetemeka. Mariamu aliahidi kuwa atakuwa mwangalifu. Lakini ndani yake kulikuwa na mchanganyiko wa hofu na msisimko. Kwa kipindi cha miezi miwili iliyofuata, Mariamu alifuatilia nyaraka zote kwa msaada wa wakala. Alienda ofisi za serikali, alifanya vipimo vya afya, alipata hati ya kusafiria na kujifunza maneno machache ya Kiarabu. Alijifunza pia kuhusu mila za Kisaudi. Kila hatua ilimletea karibu na ndoto yake. Aliwaeleza watoto wake, mama anaenda kwenye mji mkubwa unaitwa Riyadh. Nitafanya kazi, nitawatumia hela, msome shule nzuri, nitawarudia haraka na zawadi. Mtoto wake wa mwisho alimpa mdoli wake wa zamani, mama, beba huyu akulinde. Mariamu alitabasamu akapigana na machozi. Siku ya safari ilifika. Uwanja wa ndege wa Julius Nyerere ulijaa watu. Mariamu akiwa na begi lake dogo aliwabusu watoto wake mmoja mmoja. Kwa heri wanangu, msinisahau, nitawapigia simu nikifika, nawapenda sana. mama yake alishika bega lake kwa upole, Mungu akulinde Mariamu. aliingia ndani ya ndege kwa mara ya kwanza, moyo ukidunda kwa kasi. Alipotazama dirishani, nchi yake ilianza kufifia chini ya mawingu. Naenda kuleta maisha mapya, alijiambia. Safari ilikuwa ndefu na yenye uchovu, lakini Mariamu alitumia muda wake ndani ya ndege kuota ndoto za maisha mapya. Alijiona akiwasili katika jiji la kisasa lililojazwa na taa, jiji lenye familia nzuri yenye upendo itakayomkaribisha kwa mikono miwili. Aliota atakuwa na chumba chake kidogo, labda hata kiyoyozi ikitu ambacho hakuwahi kuwa nacho kabla. Alijua angefanya kazi kwa bidii, kutuma pesa nyumbani kila mwezi, na baada ya miaka miwili angeanza duka lake la kuuza nguo pale Kariakoo. Alishika picha ndogo ya familia yake mkononi, akatabasamu. kwa ajili yenu wapendwa wangu, alijiambia kimoyomoyo, mama atalifanya hili kwa ajili yenu. Aliposhuka uwanja wa ndege wa Riyadh, joto lilimpiga kama moto, ingawa ilikuwa jioni. Hewa ilikuwa kali na kavu akiwa na begi lake dogo, alizunguka akitafuta uso wa kumjua. Mwanaume mmoja aliyeshika bango lenye jina lake, alimsogelea kwa haraka. Mariamu aliuliza kwa Kiingereza kibovu. Ndiyo, alijibu. Twende, alisema, akimwonyesha ishara ya kumfuata. Hakukuwa na salamu wala tabasamu. Mwanaume huyo alimpeleka hadi eneo la kupita uhamiaji, kisha walichukua mizigo Alizungumza kwa haraka kwenye simu yake kwa Kiarabu. Mariamu alijaribu kutabasamu, lakini hisia ya wasiwasi ilianza kujijenga tumboni mwake. Mambo yalikuwa yanatokea haraka mno. Waliingia kwenye gari jeupe kubwa na wakaondoka kuelekea usiku wa jiji lisilolala. Dirisha la gari lilimpa mwanga wa majengo marefu na taa za neon zilizoandika maandishi ya Kiarabu. Riyadh ilikuwa kubwa zaidi ya alivyowahi kufikiria. Baada ya zaidi ya saa moja barabarani, gari likaingia kwenye mtaa wa kifahari uliojaa nyumba za hadhi ya kifalme na kuta ndefu za rangi ya krimu. Gari likasimama mbele ya nyumba kubwa yenye lango la chuma. Mariamu alijiuliza, ndiyo hapa nitakapofanya kazi? Mlango mkubwa ambao ulifunguliwa na mwanamke wa makamo aliyetoka ndani akiwa amevaa abaya nyeusi na hijabu, akimtazama mariamu bila tabasamu Pembeni yake alisimama mwanaume mrefu aliyevaa thawb jeupe, uso wake ukikosa huruma. Walikuwa ni bwana na bibi wa nyumba. Wakala alimkabidhi mama huyo pasipoti ya mariamu na nyaraka zake zote, jambo lililomshangaza Mariamu kwani nyaraka hizo ni mali yake, lakini alijidanganya kuwa ni mchakato wa kawaida. this is the house, wakala alimwambia Mariamu, kisha akageuka na kuondoka bila kusema mengi. God godluke. Moyo wa Mariamu ulikunjamana. Alijisikia kama ameachwa katikati ya dunia ya kigeni, akiwa hana msaada. Ndani ya nyumba kulikuwa baridi tamu kutoka kwenye kiyoyozi, sakafu ilikuwa marumaru zinazong'aa, kuta zikining'inia picha za dhahabu na chandelia kubwa iliyoangaza kutoka sakafuni hadi dari. Lakini hakukuwa na muda wa kushangaa. Binora alianza kuzungumza kwa sauti kali akimwonyesha Mariamu miguu yake. Mariamu hakuelewa mpaka alipoelewa kuwa alipaswa kuvua viatu. Akavua haraka akijisikia aibu kwa kutokujua mila hiyo. Bwana wa nyumba, Bwana Salim alimtazama kwa macho makali kisha akaondoka kimya kimya. Binora alimwonyesha njia hadi jikoni ambapo kulikuwa na chumba kidogo karibu kabisa. Ndicho kilikuwa chumba cha Mariamu. Kilikuwa kidogo, kilichojaa harufu ya sabuni na kilikuwa na kitanda chembamba, kabati dogo na dirisha dogo lililokuwa juu kabisa ukutani. Mariamu aliweka begi lake kitandani. Kabla hajazungumza chochote kuhusu kupiga simu nyumbani au kupata maji, Binora alianza kumpa maagizo kwa Kiingereza kibovu na ishara. Alitakiwa kuamka alfajiri na kusafisha nyumba yote, kufua nguo kwa mikono, kupika kifungua kinywa na kulea watoto. Binora alimwambia kesho asubuhi saa kumi na moja kazi inaanza: safisha kila kona, paka sakafu, andaa chakula, vaa watoto shule, haraka haraka. Mariamu alikubali kila jambo, licha ya kuchoka sana na safari. Alijua hii ilikuwa nafasi yake ya kubadilisha maisha yao. Alipobaki peke yake, alizima taa na kuketi juu ya kitanda kidogo. Alikuwa hajapata hata maji wala muda wa kuoga lakini alijiambia labda wamechoka, kesho watakuwa tofauti. Alifungua picha ya watoto wake akaweka chini ya mto, akiwa amejifunika na blanketi jembamba alilia kimya kimya akisema Mungu, tafadhali wanifanyie huruma. Hakujua kuwa nyumba hiyo nzuri kwa nje ingegeuka kuwa gereza la mateso kwa ndani. Kesho yake, kabla hata ya alfajiri, Mariamu aliamshwa na kugongwa mlango kwa nguvu ilikuwa bado giza. Alikadiria ilikuwa saa kumi alfajiri. Sauti ya binora ilisikika kwa ukali, amka, kazi inaanza. Mariamu alijitahidi kusimama, bado akiwa na maumivu ya safari ya jana. Alifungua mlango na kukutana na uso wa binora, alionekana mwenye hasira tayari. Sasa, alisema kwa sauti kali, huku akimkabidhi fagio, safisha sebuleni, kisha jikoni, haraka Haraka! Alipiga makofi mawili kana kwamba alikuwa anamwamrisha mnyama. Mariamu alitikisa kichwa. sawa mama, akajibu kwa sauti ya chini, na hapo kazi rasmi zikaanza. Mariamu alisafisha sakafu za marumaru hadi zikaangaza, alipiga deki kila kona, alifua nguo kwa mikono, akapika kifungua kinywa, akasugua vyombo na kuwasaidia watoto kuvaa kwa ajili ya shule watoto wa familia hiyo, wa kike na wa kiume, walikuwa na umri wa miaka sita na saba. Hawakuwa wabaya sana, lakini walikuwa wamezidiwa mapenzi hadi kuwa na kiburi na ukaidi. Walimwamrisha Mariamu kama roboti: ifunga viatu vyangu, hii shati sitaki, nipe begi langu. Licha ya uchovu, Mariamu alifanya yote kwa wema, lakini ndani ya moyo wake alianza kuhisi maumivu ya heshima iliyopotea. Hawanioni kama binadamu, alijiambia. Lakini niko hapa kwa kazi, si kwa urafiki, nivumilie tu. Ilipofika saa sita mchana, Mariamu alikuwa hajala chochote. Alipoona chakula kilichobaki mezani, alichukua kipande cha mkate na maharage yaliyosalia. Alisimama jikoni na kuanza kutafuna haraka. Binora alipoingia na kumwona, alimkazia macho na kusema kwa sauti ya kukemea, harakisha Kazi bado ipo. Mariamu alimeza haraka mkate wake, akajua hata maji hawezi kunywa kwa amani. Nitakunywa baadaye, alijiambia. Muda ulizidi kusonga. Kila siku ilikuwa ni kazi hadi usiku wa manane. Hakukuwa na mapumziko. Mikono yake ilianza kuwa nyekundu na kujaa michubuko kwa sabuni na dawa kali za kusafishia. Mgongo wake uliuma kwa kuinama kusafisha sakafu au kubeba ndoo za maji. Na kila alipojaribu kupumua, mmoja wa waajiri wake alimjia kwa ukali na kumuita mvivu. Siku moja, jioni, baada ya wiki moja ya kazi bila mapumziko, Mariamu alipata ujasiri na kumwendea Binora. Samahani mama, eh, nataka kujua kuhusu mshahara, eh, naweza kutuma pesa nyumbani? aliuliza kwa heshima. Uso wa Binora ulibadilika ghafla. Macho yake yakaangaza kwa hasira. Baada ya gharama zote tulizotumia kukuleta hapa, unathubutu kuuliza kuhusu pesa, alinguruma. Mariamu alitetemeka. Pole mama, e, nilitaka tu kujua. Umetugharimu pesa nyingi. Tiketi ya ndege, ada ya wakala, hati za kusafiria ni gharama. Tutakuambia lini utastahili mshahara. Usiniulize tena. Maneno hayo yalikuwa kama kofi la uso. Mariamu alishusha kichwa, machozi yakianza kujikusanya. Sawa mama, alinong'ona. Usiku huo alikaa kitandani akiwa amefunika uso kwa mikono, picha ya watoto wake ikimkumbusha kwa nini alikuja. Nitavumilia, alijisemea. Labda mwezi ujao atanilipa, nivumilie. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Mwanzoni, Mariamu aliruhusiwa kutumia simu yake kwa dakika chache usiku. Angepiga simu kwa mama yake Kigamboni na kuwaambia watoto wake kwamba yuko salama, lakini baadaye hata hizo dakika chache zilinyimwa. Usiku mmoja, wakati akizungumza kwa sauti ya chini kwa Kiswahili na mama yake jikoni, bwana Salim alimtokea ghafla. Alinyakua simu kutoka mkononi mwake. hakuna simu, aling'aka. Uko hapa kufanya kazi, si kuzungumza. Mzee, tafadhali ini watoto wangu, Mariamu aliomba. Hapana, ukijaribu tena utaadhibiwa. Usiku huo Mariamu alilia hadi akapoteza usingizi. Simu ilikuwa daraja lake pekee na familia yake, sasa limekatika. Alikuwa mfungwa. Waajiri wake walikuwa na pasipoti yake, walidhibiti mshahara wake, na sasa wamekata mawasiliano yake ya nje. Siku ya Ijumaa asubuhi, ambapo familia ilikuwa ikijiandaa kwa sala za pamoja, Mariamu alielekezwa kujiunga nao kwenye sebuleni kwa mara ya kwanza. Alishangaa kwa nini? Alijua kuwa wao ni Waislamu na yeye ni Mkristo na hakuwa amewahi kushiriki ibada zao. Njo uombe hapa, alisema Bwana Salim kwa amri. Mariamu alijaribu kueleza, samahani, mimi ni Mkristo, ii naweza kusubiri jikoni hadi mmalizee lakini Binora alimpasha, fanya kama ulivyoambiwa. Mariamu alihisi hofu. Hii haikuwa tena heshima ya imani, bali jaribio la kumdhalilisha. Aliinama kimya kimya, akiiga harakati zao, lakini mtoto wa kiume akamgundua kuwa hasemi maneno ya sala. Akamwambia baba yake, ambaye alikasirika ghafla. Semaa! alinguruma. Mimi isijui isijui kusema, Mariamu alijibu kwa hofu. Hapo bwana Salim alimsogelea kwa ghadhabu, akamkamata kwa mkono na kuanza kumvuta kwa nguvu. Mariamu alijaribu kujinasua akilia, samahani, tafadhali, sitarudia, lakini bwana Salim alimburura hadi ghorofa ya juu kwenye roshani iliyokuwa na uzio wa chuma. Milango mikubwa ya mbao ikafunguliwa kwa kishindo. Mariamu alihisi jua kali usoni na hofu ikamvaa. Kwa nini ananileta hapa juu? Mbona roshani? Mbona kuna urefu hivi? Tafadhali. Mama nisaidie. Mariamu aliomba akiwa na hofu akimtazama Bi Nora aliyesimama tu mlangoni mikono kifuani. Bwana Salim alimsukuma hadi kwenye uzio akamwinamisha nyuma mwili wake ukiwa umeelea hewani. Mariamu aliona ardhi mbali chini. Sitakosa heshima tena. Bwana Salim aling'ona, kisha akamsukuma Mariamu, akaruka hewani, miguu ikigonga hewa tupu. E eh. Kwa sekunde chache zilizofuata kila kitu kilionekana kupita kwa mwendo wa polepole pole. Mariamu alipokuwa akianguka kutoka ghorofa ya pili ya jumba lile la kifahari, alihisi dunia ikigeuka, uso wa Bwana Salim, anga la buluu juu yake, na ardhi ya mawe iliyokuwa ikimkaribia kwa kasi. Kilio kikali cha hofu kilipasua hewa. Akajaribu kushika chochote, lakini mikono yake iligusa tu upepo wa joto wa jiji la Riyadh. Mungu wangu, i watoto wangu, alikuwa wazo la mwisho akilini mwake. Alipoanguka kwa kishindo kwenye uwanja wa mbele wa nyumba hiyo, dunia ilionekana kuzima ghafla. Maumivu yalikuwa makali kupita maelezo. Haikuwa ndoto. Hili lilikuwa kweli. Kwa bahati nzuri, jirani mmoja aliyekuwa anaishi nyumba ya karibu, mzee wa Kiarabu mwenye roho ya huruma, aliona tukio hilo kupitia dirisha lake. Dakika chache baadaye, mlango wa jumba la familia ya Salim ulianza kugongwa kwa nguvu na watu waliokuwa wamesikia kishindo cha Mariamu kuanguka. Mzee huyo aliruka ukuta mdogo na kukimbilia pale Mariamu alipokuwa amelala chini. Ya Allah, alisema kwa mshangao alipomwona Alimsogelea kwa upole akamshika mkono na kuzungumza naye kwa Kiarabu ingawa Mariamu hakuweza kuelewa kila kitu. Lakini sauti yake ilikuwa ya upole na faraja. Mariamu alihisi kama mtu alikuwa hatimaye upande wake. Ndani ya nyumba alisikia harakati na sauti zenye hofu. Familia ya Salim ilikuwa ikihangaika, ee, labda wakitafuta namna ya kuficha ukweli lakini Mariamu hakuwa tena na nguvu ya kuwashughulikia. Akamwelekeza fikra zake kwa mzee huyo aliyejilaza pembeni yake, alishikilia sauti yake kama mtu anayeshikilia uhai. Aliwasikia Binora akidanganya kwa sauti kubwa, alijirusha mwenyewe, alitaka kukimbia. Lakini Mariamu alijua hiyo ilikuwa uongo. Aliyumbishwa na hasira, lakini hakuwa na nguvu ya kuzungumza. Giza lilianza kutanda mbele ya macho yake. Siku kadhaa zilizofuata, Mariamu alijikuta akiwa hospitalini. Aliambiwa kuwa mikono yake yote miwili ilikuwa imevunjika, mguu mmoja pia na mbaya zaidi, alikuwa amevunjika uti wa mgongo na kusababisha kupooza kwa miguu yake yote ya chini. Madaktari hawakuwa na uhakika kama hali hiyo ingepata nafuu. Wakati akipata nafuu hospitalini, baadhi ya watu wema waliompeleka hapo walimhimiza. Lazima hadithi yako isimuliwe, alisema mmoja, wanawake wengi wako kwenye hali kama yako. Baada ya wiki mbili, waliandaa safari ya kurudi nyumbani Tanzania. Jamii ya Watanzania walioko Riyadh walimsaidia kwa kila hali. Hakuweza hata kukaa, hivyo walimbeba kwenye machela hadi kwenye ndege. Wakati ndege ikipaa angani, Mariamu alihisi mzigo mkubwa ukiondoka mabegani mwake. Alikuwa huru kwa mara ya kwanza tangu aingie katika jumba lile la mateso. Walipofika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, umati wa watu ulikuwa ukimsubiri, wanahabari, wapiga picha, wanaharakati wa haki za wanawake na familia yake. Alipotolewa kwenye machela akiwa amelala, mama yake alimkimbilia huku akilia kwa sauti mwanangu alilia akimkumbatia kwa upole, machozi yakimtiririka. Watoto wake watatu walikuwa wamesimama pembeni, macho yao yakiwa yamejaa mshangao na hofu kumwona mama yao aliyekuwa mwenye nguvu sasa akiwa na majeraha na akiwa hawezi kutembea. Mama yupo, eh. Mama amerudi, Mariamu alinong'ona kwa sauti ya msononeko lakini yenye mshikamano. Alibusu vipaji vya watoto wake, akilia kwa uchungu na furaha. Kuanzia siku hiyo maisha ya Mariamu yalibadilika kabisa. Ingawa sasa alikuwa na ulemavu na alihitaji kutumia kiti cha magurudumu, aliamua kutumia hadithi yake kama silaha ya mabadiliko. Alijifunza kuwa alikuwa si peke yake. Maelfu ya wanawake kutoka Tanzania, Kenya, Nigeria, Ufilipino na nchi nyingine walikuwa wakiteswa vibaya kama wafanyakazi wa ndani nje ya nchi. Hadithi yake ilipewa jina utumwa wa kisasa na Mariamu akaapa kwa damu machozi na macho ya watoto wake, hata nyamaza. Akaanza kutoa ushuhuda redioni, kwenye magazeti, kwenye mikutano ya haki za binadamu, akitoa wito huu: kamwe tusiruhusu wanawake wetu wateseke tena kimya kimya. Ni wakati wa kuvunja minyororo ya mateso haya, ni wakati wa kuweka mifumo ya ulinzi, ni wakati wa kuwakomboa wote waliotekwa. Hii ni vita ya haki. Na mimi ni sauti ya waliopigwa kimya.